Habari, karibu tena katika chaneli yetu pendwa ya RTV. Je, unatumia MB kupita kiasi bila wewe kujua? Fuata hatua hizi nazoenda kukuelekeza, ili kudhibiti matumizi ya bando kupita kiasi. Badala sasa, ukishika simu yako, hatua ya kwanza utakayotakiwa kuifanya ni kwenda kuwasha data. Mimi kama unavyoona hapo, nimeshawasha data. Baada ya kuwasha data, tenda katika kipengele cha WhatsApp, yani katika application ya WhatsApp. Hii hapa kama inavyojionyesha, WhatsApp hapa nitabonyeza. Baada ya kubonyeza WhatsApp yangu itafunguka, kama ita ita hapo video tv3 vitatu vinaponipa nini hadi kwenye kipengele kilichoandikwa nini? Setting, ya. Kama kinavyoonekana nitakibonyeza. Baada ya kubonyeza, chini katika kipengele kilichoandikwa data nitabonyeza katika kipengele kichoandikwa storage and data. Umeona, nadhani unaona vizuri. Baada ya kubonyeza kipengele kichoandikwa storage and data, nitashuka kipengele kichoandikwa media auto download. Umeona kama hapa inavyoonekana media auto download, alafu mimi nikuandikia hapo nini, voice message are always in automatic download, yani mtu akitumia voice note ile automatic inajidownload, hawezi kunini kuizuia. Umeona, lakini hapo chini wakwambia when using mobile data, yani anaonyesha ukiwa unajua, ukiwa unatumia MB mimi hapo kama ninavyosoma. Ukiangalia hapo imeandikwa nini? No no media. Inamaanisha nini? Mfano, unaweza kukuta wewe umebonyeza hivi tiki. Kwa hiyo utaruhusu video ukiwasha tu data, mtu kama akatuma video au MB kwenye group au person atakutumia kwako direct automatic zitakuwa zinajidownload bila wewe kuruhusu. Unachotakiwa kukifanya unatoa, kama kwako kuna tiki, unatoa, unabonyeza okay, automatic zitakuwa zimetoka utakuja hapa when, when connected on Wifi. Kwa hiyo hivyo kama utakuwa muunganishwa na Wifi, hapo kama utakuta zipo tiki utatakiwa kuziondoa kwa kubonyeza kama ninavyokuonyesha hivyo. Umeona, utabonyeza okay. Then hapo when roaming, kama endapo ukikuta labda zimewekewa tena tiki kama hivi itabidi utoe kisha utabonyeza okay. Then, hapo, hapa utadhibiti matumizi ya data kupita kiasi kupitia WhatsApp kwa update mbalimbali kuhusu WhatsApp, nitaelekeza humu humu katika YouTube channel yetu. Na hizo ndiyo hatua unazoweza kuzitumia ili kudhibiti matumizi yako ya MB kupita kiasi kupitia WhatsApp. Kwa update mbalimbali mbali, usiache kusubscribe kwa kubonyeza alama nyeusi iliyoandikwa subscribe ili upate update mbalimbali mbali. Pia usahau ku like kucomment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili kuweza kujua kuhusu hili. Nikutakie siku njema. Baibai, bye bye.